Wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo, inaoshokuwa natajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo, na wepo wa vipindi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita mbili yanatajwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wote wa pwani hivyo wakazi wa maeneo hayo hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Na mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, wakati hali ya ubaridi inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi tisa katika mkoa wa Njombe. Hivyo basi kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wa pwani kaskazini, maeneo haya yanatajiwa kuwa na hali ya mwengu kiasi, mvua katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatajiwa kuwa na hali ya mwengu kiasi pamoja na ukavu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 Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na tano. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto ishirini. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na saba. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na saba. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto kumi na tatu. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna raziada. Ulikuwa na Rebeca William, tukutana hapo kesho, muda wakati kama huu.